New World Order, utawala mpya wa kimataifa. Na kwa nini asilimia themanini ya viongozi wa dunia kutoka mataifa mbalimbali na tamaduni tofauti huhudhuria mikutano ile ile ya siri, mikutano ambayo haiko wazi kwa umma, ambapo maamuzi muhimu yanaweza kufanyiwa bila uwazi au uwajibikaji? Ni nini kinachojadiliwa katika mikutano hii ya faraga? Kwa nini watu wengi wenye nguvu, watu ambao wana ushawishi mkubwa katika siasa, uchumi na vyombo vya habari, kusukuma ajenda ile ile ya kimataifa Ajenda ambayo inaonekana kupuuza mahitaji na matakwa ya watu wa kawaida na badala yake inalenga kuimarisha nguvu na utajiri wa wachache. Kwa nini mpangilio mpya wa dunia, dhana ambayo imekuwepo kwa miongo kadhaa, umefunikwa na usiri kila wakati? Usiri ambao unazua maswali mengi kuliko majibu na ambao unafanya iwe vigumu kujua ukweli ni nini. Kwa miaka mingi, watu wamenongona, wamejadili kwa siri kuhusu mpango uliofichwa ajenda ya siri ambayo inalenga kubadilisha ulimwengu kama tunavyojua unaoitwa mpangilio mpya wa dunia. Ni nini madhumuni ya mpango huu? Nani anafaidika kutokana nao, na ni nini hatima yetu sisi sote? Umetajwa na marais kama Bush na Obama, viongozi wa ngazi za juu ambao wamezungumzia juu ya haja ya utaratibu mpya wa ulimwengu, na kuunganishwa na vikundi vyenye nguvu, mashirika ya kimataifa ambayo yana ushawishi mkubwa katika sera za ulimwengu kama vile IMF na Bilderberg. Je, vikundi hivi vinashirikiana kufanikisha ajenda fulani? Je, wanatengeneza mustakabali wetu kwa siri? Lakini ni nini hasa, ni nini maana ya kweli ya mpangilio mpya wa dunia? Mpangilio mpya wa dunia, dhana hii tata na yenye utata, unasemekana kuwa msukumo nguvu inayoendesha mabadiliko makubwa katika jamii yetu, wa serikali moja ya dunia mfumo mkuu wa utawala ambao utaondoa mipaka ya kitaifa na kuunganisha ulimwengu chini ya mamlaka moja. Sarafu moja ya kidijitali, mfumo wa kifedha wa ulimwengu ambao utafuatilia kila shughuli na kuondoa faraga ya kifedha, na hata udhibiti wa maisha yetu, ufuatiliaji wa kila hatua yetu ya kila siku. Je, tunataka kuishi katika ulimwengu kama huo? Je, tuko tayari kwa chili ya uhuru wetu kwa ajili ya usalama bandia? Baadhi husema ulianza karne nyingi zilizopita, mizizi yake ikiwa katika historia ya zamani na jumuiya za siri, mashirika ya kificho ambayo yamekuwa yakifanya kazi kwa siri kwa karne nyingi kama vile Freemasons na Illuminati. Je, mashirika haya yana jukumu gani katika kuunda ulimwengu wetu wa sasa? Je, wana ajenda ya siri ambayo wanajaribu kuitekeleza? Kwa hivyo nani anahusika? Ni watu gani wanaovuta kamba nyuma ya pazia? Vikundi kama vile kundi la Bilderberg, mkutano wa kila mwaka wa watu wenye ushawishi mkubwa kutoka siasa, biashara na vyombo vya habari, baraza la mahusiano ya kigeni, shirika la Marekani ambalo lina ushawishi mkubwa katika sera za kigeni za Marekani, na jukwaa la kiuchumi duniani. Je, vikundi hivi vinawakilisha maslahi ya nani? Je, wanatengeneza sera za ulimwengu kwa faida ya wachache, kukutana faragani mbali na macho ya umma, wakileta pamoja marais, mabilionea, watu wenye nguvu zaidi duniani na wakubwa wa vyombo vya habari, wale wanaodhibiti habari tunazoziona na kusikia. Daima bila rekodi, hakuna kumbukumbu kumbu rasmi za kile kinachojadiliwa. Hakuna uwazi, hakuna uwajibikaji. Mipango kama vile mabadiliko makuu, mpango wa kubadilisha kabisa uchumi na jamii yetu, na mapinduzi ya nne ya viwanda wimbi jipya la teknolojia ambalo linatishia ya kuondoa mamilioni ya ajira ni mwanzo tu. Je, mipango hii inalenga kuboresha maisha yetu au kutuendesha kuelekea katika ulimwengu wa udhibiti na ufuatiliaji? Lakini je, huu ni uongozi au udanganyifu? Kwa ajili ya ulimwengu bora, au kwa ajili ya ajenda ya siri au udhibiti zaidi tu? Je, tunapelekwa kwenye utopia au distopia. Angalia kote, fungua macho yako na uone kinachoendelea. Habari inadhibitiwa kwa ukali, ukweli unafichwa, uhuru wa kibinafsi unapungua, haki zetu zinaporwa, na wanasiasa bandia huibuka kila mahali, watu ambao hawawakilishi maslahi yetu, bali maslahi ya wale wanaowadhibiti. Kwa nini watu wengi hawajui? Kwa nini wengi wamepumbazika na propaganda na habari za uongo? Kwa sababu vyombo vya habari huficha ukweli vinapotosha habari. Wanasiasa hucheza pamoja, wanashirikiana kwa siri, na shule hazifundishi hadithi kamili. Wanatuficha ukweli kuhusu historia yetu, kuhusu ulimwengu wetu, kuhusu sisi wenyewe. Kwa hivyo, je, mpangilio mpya wa dunia, dhana hii ambayo imekuwa ikizungumziwa kwa miaka mingi, ni nadharia potofu tu, hadithi ya uongo iliyoundwa kuwatisha watu, au mpango halisi unaofunguka sasa hivi? Je, tunaona dalili za mpangilio mpya wa dunia katika matukio ya sasa? Bonyeza like ikiwa unafikiri ikiwa unahisi kuna zaidi ya hadithi, kwamba kuna ukweli uliofichwa ambao unahitaji kufunuliwa, na comment. Je, unaamini, unaamini kwa moyo wako wote katika mpangilio mpya wa dunia? Je, unaamini kwamba kuna nguvu za siri zinazofanya kazi ili kuunda ulimwengu wetu? Subscribe kwa ukweli zaidi uliofichwa. Jiunge nasi katika safari hii ya kugundua ukweli na tujifunze pamoja kuhusu ulimwengu wetu.